Kwa hiyo kwenye swala la kwenye swala la akidi, katibu mkuu mwenyewe Mnyika anakiri kwamba wakati kikao kinaanza hapakuwa na akidi, bali alitazama. Na ukumbuke, wakati huo anasema kwamba nikiangalia kwa macho yangu, kulikuwa pia kuna watu ambao sio wajumbe wa baraza kuu walikuwepo. Mule ndani walikuwepo kina Mwamakula. Askofu Mwamakula sio mjumbe wa baraza kuu alikuwepo Rozi Maemba, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Dkt Tengeche, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo skofu Mwanamapinduzi, sio mjumbe wa baraza kuu. Walikuwepo kina Joni Pambalu, kina Twaha Moipaya, sio wajumbe wa baraza kuu. Alafu unakuja unatuambia akidi, umeangalia tu kwa macho ukajiridhisha kwamba kwamba watu waliopo basi akidi inatimia. Uongo, na hatuwezi tukakipeleka chama kwa stahili hiyo. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna watu walikuwa mule ndani sio wajumbe wa baraza kuu na walipiga kura. Nataka muwaeleze vizuri Watanzania, sisi tumekuwa waumini sana wa kushinikiza wenzetu wafuate katiba ya vyama vyao wafuate katiba ya nchi, lakini sisi tunakuwa wa kwanza, tunakuwa wa kwanza kukiuka misingi ya katiba yetu, kukiuka kanuni na miongozo ya uendeshwaji wa chama chetu. Ko, baada ya hoja hizo nilimwomba msajili mambo machache. Jambo la kwanza nililomwomba msajili ni kubatilisha baraza kuu hili la tarehe 22. Jambo la pili, viongozi wote wanane waliopatikana siku ya tarehe 22 wote watenguliwa au uteuzi wao ubatilishwe. Tatu, maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu ya chama chetu kuanzia tarehe ishirini na mbili maamuzi hayo yote yabatilishwe kwa sababu yalipitishwa na kamati kuu ambayo haina wajumbe halali. Nne, msajili aitake ofisi ya katibu mkuu iitishe baraza kuu upya ambalo litakuwa na akidi ya asilimia sabini na tano ili kuweza kuwapitisha wajumbe hawa wa kamati kuu. Hata mwenyekiti akiamua kuwaleta hao hawa hawa. Hakuna shida, amna shida yoyote, cha muhimu wapatikane kwa njia ambayo ni sahihi, kwa njia ambayo huko mbele haitakuja kutuletea matatizo. Tukubali kukosolewa. Ni mwombe mwenyekiti wangu akubali tumkosoe, ili tuijenge CHADEMA imara, ili tuijenge taasisi yenye nguvu, ili tujenge ule umoja wetu tuliokuwa nao awali. Mwenyekiti hana haja ya kututukana, walitoka G55, G, G ni kweli, nami ni mmoja hapo. Na mimi ninaamini kwamba chama hiki, tukisema tusiende kwenye uchaguzi ni kikuua chama hiki, ni kukimaliza chama hiki, ni kukichimbia chama hiki kwenye kaburi ambalo haitaweza kutoka tena. Mwenyekiti, unasema hao wanatumika na nani kwa faida ya nani? Je, tukisema wale ambao ambao wanasema kwamba hatushiriki uchaguzi na uchaguzi haufanyiki, je, tukisema hao ndio wanaotumika ili rais Samia asipate upinzani mwaka huu tutakosea? Kwenye hii nchi hakuna chama kingine cha upinzani chochote kile chochote kile ambacho kinaweza kikabeto na system zaidi ya Chadema, weka vyama vyote unavyovijua hakuna chama ambacho kinaweza kikatoa ushindani kwa rais Samia kuliko Chadema, na huu ndio ukweli, wala tusitake kupepesa macho. Hakuna chama ambacho kina uwezo kupelekana mbilinge mbilinge na CCM kuliko Chadema. Leo unasema kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe, kutoka kushiriki, kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Je, kuzuia uchaguzi Sio kutaka kuuawa? Utaleta watu wataandamana, vijana watatoka wazuie uchaguzi, dola itafanya kazi yake. Ni vijana wangapi watakufa? Ni vijana wangapi wataumizwa? Kama tunaamini tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tutumie nguvu hizo, tushinde uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kama tunayo nguvu ya kulazimisha uchaguzi usifanyike, basi tunayo nguvu ya kulazimisha tukishinda tutangazwe. Kwao haya ni mawazo yetu mbadala, na, na ni muombe mwenyekiti ayapokee. Siasa lazima uwe na ngozi nene. Hauwezi kuwa na ngozi nene, achana na siasa. Siasa lazima ukubali kusemwa. Siasa lazima ukubali kukosolewa. Siasa lazima ukubali kupokea mawazo mbadala.